Jina langu ni Dina na hii ni hadithi yangu, hadithi ambayo hadi leo nikisimulia napata hisia zile zile, moyo ukipiga polepole mm, halafu haraka ghafla, kama unapigwa na baridi ya mlima Meru. Kwa kweli sikuwa mtu wa mitandao ya kutafuta wapenzi. Nilikuwa napenda kujishughulisha na maisha yangu, kazi, familia, marafiki wachache na ndoto zangu ndogondogo za kuja kuanzisha biashara siku moja lakini usiku ule nakumbuka vizuri, nilikuwa nimelala kitandani, nimechoka, mgongo unaniuma, mwili umelegea kama maji. Nikagugumia kidogo aa, wakati napinduka upande wa kushoto. Nilichukua simu, nikaifungua bila hata sababu, kuingia Tinda siku ile ilikuwa bahati nasibu tu. Nikascroll, nikaswipe, nikasema nika mm, huyu hapana huyu mm, wa kawaida sana huyu, kavaa miwani ya ajabu sana. Kisha ghafla nikashika simu kwa nguvu, nilihisi kama muda umesimama. Kulikuwa na picha ya mwanaume mmoja mzungu, macho ya bluu kama bahari ya Zanzibar wakati wa asubuhi, ngozi nyeupe iliyong'aa, nywele zenye rangi ya kahawia iliyokatwa kisasa. Alikuwa amevaa koti la baridi na nyuma yake mlima uliofunikwa theluji. Nikasema kimoyomoyo, Dina huyu ni wamini tena duniani? Nikacheka kidogo. He, haya tu swipe. Nikaswipe nikasema, he, atakuwa hamachi na mimi bana. Lakini ghafla simu ikatoa vibration ndogo, ps ps. Nikaiangalia, it's a match. Nilikunywa pumzi ndefu ha. Sikujua kama huo ulikuwa mwanzo wa maisha mapya. Baada ya dakika chache tu ujumbe wake ukaingia. Hello Dina. Your smile is warm. I like it. Nikajisikia moto usoni. Nikahisi aibu lakini pia nikafurahi. Nikajibu. Thank you. Welcome to Tanzania. Akanijibu haraka. I'll be in Arusha in two days. Would you like to meet for coffee? Nikaguna kidogo. Mm, kahawa na mzungu. Nikasema kimoyomoyo, we Dina usiogope au acha tu, watakuibia roho zako hawa watu. Lakini kitu ndani yangu kilisema nenda, hakuna ubaya kujua mtu mpya. Hivyo tukapanga tukutane. Siku ya kukutana, nilivyotetemeka. Siku ile ilipofika, niliamka mapema, moyo ukidunda haraka kama ngoma ya jadi Nilijipodoa kidogo, aliponicheka nikalicheka kwa fiume macho nikatabasamu, si mbele ya kioo, nilijikuta na nidhamu jamani. Dina, kidogo kidogo, usizidi. Mazungumzo yetu yakaenda zaidi ya saa tatu. Nilipomuona kicheko, alisimama kusimulia, alafu akatabasamu, swali moja baada ya lingine, tabasamu la watu. Nilikuwa tayari najisikia karibu naye, kana kwamba tumefahamiana miaka mingi. Akaniambia, you look even more beautiful in real life, I like your energy nilijikuta na tabasamu bila kujizuia.

Nikapumua kidogo <sighs> alisema, i want to see you again tomorrow. Sikuweza kusema hapana. Kesho yake tulikutana tena, tulitembea mjini, tukakaa eneo la kahawa, tukapiga picha, tukafaidiana vicheko. Alikuwa mtu wa aina ya pekee. Hakuwa kama wanaume niliyowahi kukutana nao. Hakuwa na haraka hakuwa na dharau, hakuwa mzungu mwenye kiburi, alikuwa mtu wa watu. Nilimwambia ninaogopa, huwezi ukamwamini kila mtu. Akanigusa mkono tena, akasema kwa sauti ya chini, i will not hurt you. Sauti yake ilinigusa mpaka ndani ya damu. Siku ya tatu baada ya kukutana, ndipo aliniambia let's visit Dar. I want to see the ocean with you. Nilijua maisha yangu yanabadilika, nilijua huu si mwanzo wa kawaida na moyo wangu ulinituma nifuate. Hapo ndipo safari ya ajabu ilipoanza. Naitwa Dina na ninajua kabisa hii safari yangu haijaanza hata nusu. Nilipomsikia akiniambia kuwa tujiandae kwenda Zanzibar, sikujua kama maneno hayo yangekuwa mwanzo wa mapenzi ambayo yangebadilisha maisha yangu yote. Ndio maana nawaomba kama mmekuwa nami mpaka hapa, msiachie hii safari, nyamazie, bonyeza subscribe, like, comment na share, kwa sababu sehemu ya pili ndiyo mahali halisi ambapo moyo wangu ulianza kupigwa na mawimbi ya mapenzi ambayo sikuwahi kuyafahamu. Karibuni tuendelee pamoja.